mwezi ambao Mola Subhana wa Ta'ala khairi zote ameziweka ndani yake, mwezi ambao ni mwezi wa kipekee uliochaguliwa na Mola Jalla Jalaluhu wa Ta'ala fi ula, baada ya kuwa mwezi wenyewe ni mwezi mtukufu uliochaguliwa. Baada ya hapo, tena Mola Subhana wa Ta'ala akakusanya sampuli za khairi zote na akaziweka ndani ya mwezi mtukufu kama huu, letu la zaidi tukiwa kama Waislamu ni kumuomba Mola Jalla Sha'anuhu atujalie tuwe ni waja ambao tumefahamu e thamani na tumefahamu uzito wa mwezi mtukufu kama hua Ramadhani, ambao lau tungeweza kufahamu basi tungetamani umri wetu wote uwe ni mwezi wa Ramadhani kama alivyosema Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam: lau yaalamu nnasu ma fi Ramadhan latamannau an yakuna as-sanatu kulluha Ramadhan, au kama kala alayhi salatu wasalam, asema kwamba lau watu wangejua yale yaliomo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani basi wangetamani e, mwaka mzima iwe ni Ramadhani. <coughs> Ishara ya kwamba ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna mengi ambayo kwamba ni mazuri na kuna khairat ambazo kwamba la tuadu wala tuhsa kathratuha isipokuwa mola subhanahu wa Ta'ala peke yake ndiye anayejua yale yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani. Ndio bwana mtume alayhi salatu wassalamu akasema lau watu wangejua, ishara ya kwamba watu hawawezi kujua lakini hili neno la bwana mtume alayhi salatu wassalam alilotuambia kwamba lau watu wangejua, hili laweza kutufahamisha sisi kwa kiasi kikubwa sana yale yaliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lau tutayaangalia maneno haya kwa jicho la uh, tamaun na lau tutaliangalia kwa moyo wa kutadabbar, kwa nini bwana mtume alayhi salatu wassalam aseme maneno kama haya? Hii ni kuonesha kwamba ndani ya Ramadhani kuna makubwa ambayo kwamba akili na moyo wa mwanadamu wa kawaida hauwezi kuchukua wala hauwezi kufahamu. Lakini la zaidi, sisi kama waislamu ni kujitahidi na kwenda mbio na kufanya hima kwa kiasi ya zaidi tunavyoweza, katika kwenda mbio na kuyatafuta uh, yale ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweka ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na Mola subhanahu wa taala anaweza kutupa kwa kiasi ya mapendeleo yake mwenyewe jalla jalaluhu taala fi ula e, miongoni mwa milango mingi ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ni Alquran, yani mlango wa khairi wa alishtighalu bilquran ni mwanadamu kuwekewa nafasi na kuwekewa ibada kamili ya kusoma Qurani ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. kaifa la

Kuna wakati ambao muislamu anafaa kushikamana na qurani zaidi, basi ni mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ndio wakati ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wataala amechagua kuteremsha kitabu kama hicho. Mwenyezi Mungu subhana wataala atujalie tuwe ni waja ambao tunaweza kushughulika, tunaweza kushughulika na kitabu chake kitukufu na qurani yetu kwa kiasi ya uwezo wetu, maanake tuweze kupata kiasi kingi ambacho tunaweza e, kupata mazuri zaidi na kupata na kukusanya ajiri nyingi kiasi inavyowezekana. Na, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie tuweze kuyafanya hayo e, kwa kuwa Qur'ani iliteremka katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndio ikawa Saidina Jibril alayhi salam anasomeshana Qur'ani na bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam katika mwezi wa Ramadhani mpaka ikawa

Eh, hadithi imepokelewa na Al Imam Al Bukhari na Al Imam Muslim katika sahihi zao, ishara ya kwamba eh, mwezi mtukufu wa Ramadhani <coughs> ndio mwezi wa Quran mpaka kufikia hali ya kwamba Saidna Jibril alikuwa akimjilia Bwana Mtume alayhi salatu wasalam katika masiku yote ya Ramadhani, na mpaka kufikia kwamba athari ya Qurani ilikuwa ikidhihiri kwa Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wasalam jambo lilokuwa likimfanya aonekane rasulullah alayhi salatu wassalam akitoa sana ambapo kutoa sana ni tabia yake kwa mda wote katika maisha yote katika miezi yote kumi na mbili lakini katika miezi kumi na mbili hiyo mwezi wa ramadani ambao ndio mwezi ulioteremshwa qurani ambao ndio mwezi saidna jibril alayhi salam akimtembelea bwana mtume alayhi salatu wassalam na kumsomesha qurani ama kusoma naye qurani hapo ndipo ilikuwa ikidhihiri athari ya qurani kwa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam na

Wa binaharihi idhin nasu mufaritun, na vilevile vile mwenye kuibeba Qurani na mwenye kuisoma Qurani ajulikaniwe mchana wakati watu wameshughulika na mambo yao ya kidunia. Wabihuznihi idhin nasu yafrahun, vilevile mwenye Qurani anafaa kujulikaniwa kwa huzni yake wakati watu wanafuraha. Wabibukaihi idhin nasu yahtalun, na ajulikaniwe kwa kilio chake wakati watu kila mmoja yuko katika furaha zake, yuko katika takaburi zake, yuko katika pirika pirika zake za furaha za kupita kiasi. Maneno haya yatufahamisha sisi kwamba mwenye kuwa na Qurani au mwenye kuisoma Qurani ni lazima kuna athari ambayo inadhuhiri katika mwenendo wake au katika maisha yake, athari ambayo inampambanua yeye mwenye kusoma Qurani na watu kwamba hawaisomi Qurani ndio yanasema haya maneno kwamba inahitajika au inatakikaniwa mwenye kuibeba Qurani au mwenye kuisoma Qurani ajulikaniwa usiku ikiwa watu wamelala. Maana yake ni nini? Ni kwamba yeye awe Qurani imemwachisha usingizi, watu wamelala, kila mmoja yuko fofofo au kila mmoja ana anangorota, yeye awe amekaa na kitabu chake cha Qurani anakisoma. <coughs> hapo ndio utajulikaniwa kwamba wewe Qur'ani imekuathiri kweli mpaka kufikia hadhi ya kuwa watu wanalala kwa starehe zao na kupumzisha mabongo yao, wewe umeacha starehe na umeacha usingizi. E, ladha yako umeipeleka katika kusoma Qur'ani. Ishara ya kwamba wewe unaposoma Qur'ani unapata ladha zaidi ile ambayo kwamba unaipata watu wakati wanapolala. Vilevile vile, ujulikaniwe mchana wako wakati watu wanakwenda katika pilika zao za kutafuta maisha na mbio za dunia na anasa zao, wewe umejitenga, umekaa katika halwa yako na unasoma Qurani. Hapo ndio utaonekaniwa kwamba wewe Qurani imekuathiri mpaka kufikia wakati wa kwamba e, imekutoa katika bongo lako na Qurani imekutoa katika akili yako, e, ile raha na ile tamaa ambayo kwamba watu wanakwenda nayo mbio katika dunia mchana, kwenda kutafuta hapa na pale wewe yale yote umeacha kuyaona. Qurani imekuathiri mpaka imefikia wakati wa kwamba wewe unapendekeza au unafadhilisha kukaa chini na kusoma Qurani mchana ambao watu wanakwenda mbio kutafuta arzak na kwenda mbio kutafuta dunia, wa bihuznihi idhin nasu yafrahun. Vilevile vile, mwenye kusoma Qurani ni lazima ajulikaniwe na adhuhiri e, kwa huzni yake wakati watu wanafurahi kwa nini? uhuzunike wakati watu wanafurahi? Ni pale unaposoma katika Qur'ani na ukafahamu e, aya za adhabu, ukasoma e, viswa vya kina Saidna e, Hud na kaumu zao, na usome viswa vya kaumu Thamud, na usome visa vya e, watu tofauti tofauti ambao kwamba ni watu wa motoni, wal iyadhu billahi tabarak wa taala. Uone zile adhabu ambazo kwamba ziko katika Qur'ani, ndio itafikia wakati wa kwamba wewe Qur'ani imekuathiri athari yake itadhihiri. Wakati watu wanacheka, wewe huwezi kucheka, unahuzunika kwa sababu wewe, daima na akili yako inazungukwa na Qur'an, wewe daima memory yako inapitikiwa e, na aya za adhabu ambazo kwamba umezisoma katika Qur'ani. Hapo ni wakati ambao kwamba e, huzuni yako itakuwa iko juu kuliko furaha. Vilevile anasema wabibukaihi idhin nasu yahtalun, mwenye Qur'ani hujulikaniwa kwa kilio chake wakati watu wanakwenda katika furaha za kupita mipaka ama watu wanakwenda katika takaburi zao na kujigamba na kujiona katika ulimwengu na katika dunia, yeye anakuwa analia. Mtu kama huyo kwa nini? Kwa sababu Qurani imemwathiri. Amesoma katika Qurani kwamba mwanadamu ni yule ambaye kwamba anafaa ajikisi na ajiangalie bila ya kujifanyia takabur na bila ya kujiona. Inna llaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala hapendi watu wa takabur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi watu wa kujiona. Mwenyezi Mungu hapendi watu wa kujifakhiri. Muislamu ambaye kwa hiyo ikiwa wewe ni Muislamu ambaye kwamba umesoma Qur'ani na Qur'ani imeingia katika akili yako basi wewe lazima utajulikaniwa wakati watu wanakwenda na furaha zao na takaburi zao, wewe unakuwa umekaa ukilia kwa sababu unakumbuka kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hapendi watu wa fakhri, Mwenyezi Mungu hapendi watu wa kibri. Katika maneno haya, eh, twapata kwamba Muislamu wakati anapojilazimisha na kitabu cha Al-Qur'an wakati anapojilazimisha ni kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni lazima athari ya Qur'ani itadhihiri katika eh, mwenendo wake na katika maisha yake, bali itato, itatokeza nje ya maisha yake na iweze kuonekaniwa na watu wafahamu kwamba huyu ni mtu wa Qur'ani. Ndugu watazamaji, katika kuishughulisha na, na Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani, jambo la kwanza ni qira'atuhu wa tilawatuhu, kujishughulisha na Qur'ani ndani ya mwezi mtukufu Ramadhani ni kuisoma Qurani. Ni wakati gani ambao Muislamu atakuwa ni muhimu kuisoma Qurani kuliko ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, mwezi ambao Qurani iliteremshwa ndani yake? Kama tulivyosikia kwamba Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, alikuwa anafanya mudarasa na saidina Jibril alayhi salam. Ama tumesikia kwamba saidina Jibril alikuwa akimjilia Bwana Mtume alayhi salatu wasalam, e, katika mwezi wa Ramadhani na alikuwa akisoma naye Qurani. Hii ni ishara ya kwamba mwezi wa muhimu ambao Muislamu anafaa ashkamane na Qur'ani ni mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na ndio tuaona bwana Mtume Ali Salatu wasalam, kama itakavyokuja katika halakati za mbele kwamba alikuwa akiisoma Qur'ani kwa namna ambayo kwamba mpaka masahaba kuweza kushindwa, kwamba bwana Mtume Ali Salatu wasalam amefungua suratul Baqara, tukafikiri pengine atakoma katika aya ya 100, akamaliza suratul Baqara, tukasema atamaliza, atarukuu katika swala na mengineyo mengi ambayo kwamba yatakuja katika e, halaka inayofuatia inshallah. Bil khulasa tunaangazia milango ya khairi iliyomo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Miongoni mwa milango ya khairi mikubwa iliyoko ndani ya Ramadhani, ndugu Muislamu, ni e, jambo la Al-Qur'an, yani kusoma Qur'an ama kujishughulisha na Qur'ani. Usiache wakati wa Ramadhani ukakupita hali ya kuwa hukuathirika na Qur'ani na huwezi kuathirika na Qur'ani mpaka uisome Qur'ani tukufu, na huwezi kuisoma Qur'ani tukufu mpaka ufahamu kwamba hiki ni kitabu kilichokuwa na thamani kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kitabu ambacho kwamba kiliteremshwa ndani ya huu mwezi ambao kwamba mimi niko ndani yake. Kwa maana hiyo, katika yale mengi ambayo kwamba nafaa kuyafanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani ni kushikamana na kitabu Qur'ani. Ujipangie, e, uradi wako wa Qur'ani. Ujipangie uradi wa kusoma, ujipangie uradi wa kutadabar, ujipangie uradi wa kutafakar, ujipangie uradi wa kutadaras wewe na wenzako. Kuna wakati ambao unafaa usome peke yako, kuna wakati ambao unafaa ufanye mudarasa kama namna tulivyoona katika hadithi ya saidina ya Jibril alayhi salam alivyokuwa akimjilia bwana mtume Muhammad alayhi salatu wasalam ndani ya Ramadhani na kufanya mudarasa pamoja na yeye katika kitabu cha Qurani tukufu. Mtazamaji wetu, tujitahidi na tujihimize katika kupatiliza haya masiku ambayo kwamba ni ayaman maadudat, masiku madogo, masiku ya kuhesabika, ambayo yakienda yashaenda, na baada ya hapo ni majuto ambayo kwamba yanakuja <coughs> baada ya fursa kupita. Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni miongoni mwa waja ambao tutaweza kushikamana na ibada zote kwa jumla ndani ya mwezi wa Ramadhani, na haswa ibada ya kusoma kitabu chetu kitukufu, kitabu cha Al-Quran Al-Azim <coughs>